Uh, na wasalim, hapa kuna kitu ambacho nataka nikielezee, habari ya Chat GPT, AI au Artificial Intelligence. Kuna aina fulani ya, ya kifaa uh, kama application hivi ambayo huwa inatumika sana kujibu maswali mbalimbali unisikilize kwa umakini. Hicho kifaa ni kifaa kinachoweza kujibu mambo mbalimbali, kuanzia mambo ya kawaida mpaka mambo ya Mungu, yaani kitu chochote ambacho utakachouliza wewe, kile kifaa kitakujibu. Sasa nataka niende kulielezea kwa upande wa watu tuliookoka, kwa upande wa watu wa Mungu ambao tunaotarajia baada ya kufa tuweze kuingia ufalme wa mbinguni au au parapanda kilia, tuweze kunyakuliwa na kwenda juu mbinguni kumlaki Bwana. Ikiwa utakuwa miongoni mwa mtu anayetumia kifaa, ninaomba uweze kunisikiliza vizuri huu ujumbe, na uleta kwa ajili ya wale ambao wanaotamani siku moja wakutane na Mungu mbinguni. Sasa nitaenda kutoa ufafanuzi kwanza kwa habari hii Chat GPT AI au artificial intelligence, ambacho ni kifaa kinachoweza kutambua swali la na namna yoyote kikaweza wewe kukujibu na viko tu aina mbalimbali. Kuna kingine ambacho kimeandikwa hivyo, mtaona hapo kwamba ask me anything, yani niulize mimi jambo lolote, manake chenye kipo tayari kukujibu wewe. Sasa mimi naenda kuongelea kwa upande wa wana wa Mungu. Sasa watu wa Mungu, naomba tuweze kurudi katika maandiko matakatifu, tuweze kuangalia nyakati hizi ambazo tulizo nazo, kuna vitu mbalimbali ambavyo mbali mbali huwa vinakuja na vinaonekana ni vizuri kabisa, wala havina shida. Ni mpaka uende kuvichambua ulimwengu wa kiroho, uweze kujifunza vina maana gani. Sasa hivi watu hawakubali tena kumuomba Mungu. Mtu akiwa na swali lolote la kuweza kumuuliza Mungu, imekuwa tena ni ngumu kuweza kumuuliza Mungu, Mungu aweze kumjibu, anakwenda kuuliza Chat GPT AI. Hiyo maana ya AI ni akili bandia, yani artificial intelligence ni akili bandia. Sasa akili bandia, ujue kwamba kuna eneo hiyo akili bandia imetoka. Nitaenda kuwafunulia ili muweze kuelewa vizuri maana ya AI. AI, artificial intelligence, huwa inatumika katika matumizi mengi tu mbalimbali, lakini na kwenda kuelezea kwa habari ya kujibiwa mambo ya kimungu. Hicho ndio nataka mimi niongelee, hiyo akili bandia hiyo, mtu kutaka tena kushika Biblia, kuanza kusoma kujifunza maandiko. Watu wameshaacha kupata masomo ya kufundisha kwa kumuomba Roho Mtakatifu, watu wameshaacha, wanaenda kuuliza kile kifaa. Mtu wa Mungu nisikilize, maana yake Mungu sasa atakuwa mbali na wewe kwa sababu mtu wa kutu, yaani anayepaswa kujibu maswali yetu sisi ya kiroho ni Roho Mtakatifu, ni kuingia katika maombi, ikiwezekana funga na kuomba, iwe ni kutafasiri ndoto, iwe ni kuuliza uh, juu ya mtu yeyote, iwe ni kutaka kufahamu jambo yanayohusu, kwa sababu sisi wana wa Mungu tunaongozwa na Mungu, ila ukianza kuongozwa na akili feki, akili bandia maanake tayari Roho Mtakatifu atakuwa amesha kuacha. Roho wa Mungu atagombana na wewe, kwa sababu mimi, kuna vitu Mungu alikuwa ananifunulia kwa habari ya kile kifaa. Baada tu ya kuwa nimesikia habari zake, Roho wa Mungu aliumia sana ndani yangu, na nikaona na vitu vingi, na ufalme wa giza walichukia baada ya kuona kwamba nimegundua hii siri hii sasa Uh, ni kitu ambacho kimekuja ili watu wasiweze tena, yani kumuuliza Mungu katika kuomba, ili tu wawe tu wanabonyeza chenyewe, tu kinaweza kuwajibu. Mtu yeyote ambaye ni mtu wa Mungu unayetumia hicho kifaa kwa mambo ya kiroho, mambo ya kimungu, ujitarajie kwenda kuhukumiwa na Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu ulipewa wakazi gani? Maanaake chenyewe kitakujibuje vitu vya kimungu, wakati chenyewe yani si Mungu, kwa sababu kinakujibu kama Mungu yani, yani hata kusema uuliza jambo gani, lenyewe chenyewe kinakujibu, kinakutoa tafsiri fulani. Sasa zile tafsiri, ni za Roho Mtakatifu? Sasa naomba ni wa, niwasaidie mweze kuelewa AI, artificial intelligence uh, automatically In the mind of Satan. Kwa sababu hiyo ni ramli mamboleo. Ramli mamboleo zamani watu wa, yani, sio tu tu zamani, hata sasa hivi waganga wengi wengi wa kienyeji waga wanakwenda kuwauliza mganga jambo fulani, mimi nifanyeje? Mganga anapiga madogoli pale, napiga ramli anakujibu. Kwa hiyo kile kifaa hamwelewi, utasema ujaenda uta, kwa mganga wa kienyeji lakini unaye mganga hapo hapo ambaye ni AI ambaye ni, ni ChatGPT kwa sababu kimekaa eneo la kupokea yani, yani maswali ya watu inayoumiza vichwa wasioweza kuyatambua. Mimi naongelea tu kwa watu wa Mungu wanaotamani kujua habari za kiroho, ndio naongelea. Matumizi mengine mimi huko siongelei, naongelea tu kwa mtu uliokoka ambaye na kitu mwetu kifaa ili kusaidia kujibu mambo ya kiroho, nakupa pole, kwa sababu Mungu anakuwa ameshagombana na wewe na ni lazima mtu urudi kwa Mungu. Kama anakitumia ajua mambo ya kiroho, utubu na uwache kabisa, kwa sababu watu tayari sasa hivi wameshalemaa kiroho, hawawezi kuomba tena kumuuliza Mungu maswali au kufanya hivi. Wanajua, ah, nitajibiwa na hiki kifaa. Biblia tena mtu asome kwa nini? Kinakunogesha tayari pale pale, roho wa Mungu anakuwa ameshakasirikia wewe zamani, na anakuwa ameshakaa mbali na wewe, kwa sababu ile si akili ya kawaida. Ndio maana hivi unafikiri ni kitu gani cha kuanza kumjibu mtu maswali? Hivi unafikiri ni jambo la kawaida? Ndio maana nilifuatilia mzungu mmoja alikuwa an, anatengeneza ile maroboti nikisikia anasema kwamba mpaka sasa hivi imeonekana ile maroboti imekuwa na akili mpaka kuwazidi wao walioyatengeneza. Kwa nini? Tayari yani yani yanaonekana yana yana, yana, ufahamu wa kupita kawaida. Sasa ule sio ufahamu wa kawaida, ile divination spirit na familiar spirit, yani ndio low za utambuzi. Zile zile roho ambazo hutenda kazi kwa uganga wa kienyeji ndio hizo roho ambazo. Alafu kitu kingine angalieni vizuri jinsi kilivyo, ukiangalia okay, ile inayosema ask me anything, niuze mimi jambo lolote lile, angalieni kina kina, kina jicho hapo katikati na kina macho matatu, ambayo hayo macho matatu kia tafsiri ni 666 ambayo ukienda kwenye Chrome hiyo Chrome hiyo utaona in, in, in, ina namba sita, sita. Angalia jinsi ilivyo. Kwa hiyo ile ni akili moja kwa moja ambayo imetoka kwa shetani. Kwa hiyo unakwenda kumuuliza shetani mambo ya kimungu akujibu. Sasa baada ya kufa shetani akisema hii nafsi ni ya kwake, utakatalia wapi? Wanasema mimi nilikuwa namjibu maswali haya, mambo ya kimungu, mimi nilikaa nafasi ya Mungu kumjibu, kwa sababu ikiwa ni ndoto au maono fulani, wa kumuuliza ni Mungu ili jibu automatically itoke kwa Mungu. Ukienda kuuliza ChatGPT, uh, tayari pale pale sio Mungu anayeulizwa ni akili fake, akili bandia. Haya akili bandia, akili bandia, unajua imetoka wapi? Kwa hiyo ni intelligence ambazo sio akili za watu wa kawaida, ambao waliobuni hizi hizi intelligence hizi. Kwa hiyo ni lazima mwana Mungu kaa mbali na jambo hilo na kueleza kabisa kwa upendo Sio baadaye uje kusema hawakuniambia. Kaa mbali na hilo jambo, kaa mbali na hilo jambo, mtafute Mungu kwa kuomba, kufunga, kusoma Biblia. Achaneni hicho kitu kwa matumizi ya mambo ya kiroho, mtaikosa mbingu na mtaishia kuzimu. Damu yenu Mungu hata idai mikononi mwangu, kwa sababu nimewaambia ukweli, na wengi mpaka hawataki tena kujifunza maneno ya Mungu, wanakaa na kile kifaa kile, mambo sio ya vitu gani, chenyeke na kujibu tu. Kuweni makini muweze kujua kwamba tupo ulimwengu gani sasa hivi. Ndio maana ile ni akili, maanake ni akili ambayo imetoka wapi? Wana wa Mungu tunapewa akili kutoka kwa Mungu. Haya, chenye ile akili kimetoka wapi? Lazima uweze kufahamu hiyo ni ramli. Mambo leo, damu yako itakuwa juu ya kichwa chako wewe mwenyewe. Wengine mnaojiuliza hivi hivi, shetani anaweza kusema ukweli? Ndio, shetani anaweza kusema ukweli. Kwa nini? Alimwambia Adamu na Hawa, mkila ya matunda hamtakufa ila mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Aliongea ukweli pale, akachanganya ukweli na uongo. Kwa hiyo shetani sio kwamba aongee ukweli. Walisemaje? tunakujua Yesu nani mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo kuna sehemu shetani anasemaga ukweli. Wewe oh, unajua hii kifaa kimethibitishwa kabisa tena hakina tatizo. Mungu alisema kwenye kwenye Zaburi sura ya mia moja na sita na ule mstari wa 35 bali walijichanganya na mataifa wakajifunza matendo yao. Sasa mataifa ni watu ambao wa hawajaokolewa. Kuna vitu vyao ambavyo sisi huwa hatupaswi kufanya wala kuvitumia. Msifatishe namna ya dunia hii. Ulimwengu na akili yao wanayoitumia kutoka kwa baba yao shetani. Sisi wana wa Mungu tunapata akili yetu kutoka kwa Mungu wetu. Ndio maana amesema kwenye waraka kwanza wa Yohana ile sura ya tano na ule mstari wa 20. Nasi tunajua kwa mwana wa Mungu amekwisha kuja naye ametupa akili. Akili yetu sisi inatoka kwa Mungu, haitoki kwa bandia. Huyo bandia ni shetani, sio Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mimi nimenawa mikono kwako.